Serikali ya Marekani ni moja kati ya mataifa makubwa duniani ambao ni mshirika wa karibu wa taifa la Tanzania kwenye nyanja mbalimbali mbali, za kisiasa, kijamii, uchumi pamoja na mambo mengine mengi ambapo Marekani imekuwa karibu sana na taifa la Tanzania kwa muda mrefu sana tangu kipindi cha serikali ya awamu ya kwanza ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambapo serikali yake ilianza kudumisha uhusiano baina ya taifa la Marekani pamoja na taifa la Tanzania. Kuna tofauti ambazo zinaendelea baina ya vyama vya kisiasa pamoja na serikali ya Tanzania huhusiana na mstakabali wa siasa na demokrasia kwa ujumla, ambapo Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kinaamini na kusema kwamba uchaguzi hautofanyika kama serikali ya Chama cha Mapinduzi inaongozwa na, na rais wake Dkt. Samia Suluhu Hassan hawataweza kufanya mabadiliko ya sheria pamoja na uboreshaji wa tume huru ya uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Wakati hayo pia kiendelea, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kiligoma kusaini maadili na sheria za uchaguzi wao hawawezi kusaini sheria hizo ambazo wanatamani ziweze kufanyiwa maboresho na mabadiliko kadhaa. Sasa ubalozi wa Marekani umeibuka na kuweza kushauri Tanzania pamoja na vyama vya kisiasa na kuepusha msuguano unaoendelea wa kisiasa katika taifa la Tanzania. Katika moja kati ya kauli ambazo ubalozi wa Marekani nchini Tanzania wamezungumzia ni kuhusiana na matukio ya kisiasa, msuguano na mvutano wa kisiasa unaoendelea baina ya serikali pamoja na vyama vya upinzani ikiwemo chama cha demokrasia na maendeleo cha dema ambao wao wamesema ya kwamba uchaguzi hawezi kufanyika, huku serikali ya chama cha mapinduzi wakisema ya kwamba kuna mwenye uwezo wa kuzuia uchaguzi. Sasa maoni ya ubaruzi wa Marekani, matokeo ya kisiasa ya hivi karibuni yameibua wasiwasi mkubwa iwapo Tanzania inaweza kuandaa na kuendesha chaguzi zilizojumuishi na za amani. Kama mshirika wa muda mrefu wa Tanzania na wananchi wake, tunazisii taasisi za serikali na vyama vyote vya siasa kuepuka kuchochea mivutano zaidi, kuendeleza mazungumzo ya kisiasa na kushirikiana katika kuhakikisha kuwa Watanzania wanaweza kuchagua viongozi wao wa baadaye kwa mujibu wa Katiba ya Tanzania. Uchaguzi huru na wa haki unaofanyika kwa amani ni msingi muhimu katika kufanikisha malengo ya Tanzania ya kukuza uchumi unaoongozwa na sekta binafsi, kupambana na rushwa na kupanua biashara na uwekezaji unaonufaisha raia wote, ni sehemu ya ujumbe wa Marekani.